Mauaji ambayo yameendelea kusikika mpaka sasa, haijawa haki watu wanyamaze. Kama mauaji yanatendeka, si yanatendeka? Hatusemi wewe ndio unayatenda, lakini si yanatendeka? Kwani kuna kigugumizi kusema ni kweli yanatendeka? Sasa huyu anayesema yasitendeke, unakuwaje mbovu? Roho wa Bwana hata ruhusu hiyo, anapenda amani iwe kwenu. Hakuna amani bila haki, na kama amani itakuwa kwenu, haki ni msingi wake. Roho Mtakatifu anataka wafariji hawa waliopoteza waume zao wazazi wao wake zao, awafariji. Atawafariji namna gani kama hatuwajui? hatujui mfumo wao wa kuuana na kwanini yanatokea mara kwa, yanatoke kwa mara. Wauaji wa albino walipatikana kwa urahisi sana, kwanini wauaji wa watu wengine tu hawapatikani? Na mimi nitasikitika kweli nikifa ama nikiuawa, halafu nisipatikani. Kwanza kaburi langu linajulikana, limo mle kanisani Musoma mjini. Sasa libaki tupu, tuliendelee kuitwa la kaburi la Msonganzila ambaye haonekani. Lakini kwa nini nisipatikane? Albino tuliwapata, walimu waliofanya fujo za kila namna na kudanganya na nini walipatikana wakaachishwa na kazi, wahujumu waliwahi kupatikana wengi tu wakati wa Sokoine. Sasa leo wauaji wasipatikane, kuna shida gani? Roho Mtakatifu atuangaze, tuwe wa kweli na tusiogope kusema. Ulimi kazi yake ni kuchuja kitamu na kichungu. Ulimi kinapochuja hiki kiulimi, pokea huo mchujo, pokea ulimi, unachuja ili uone utamu uko wapi na ubaya uko wapi, uache ubaya na ubaya unaua. Ndio maana ukinywa sumu asidi utakufa, kwa sababu kazi ya ulimi umeichafua wewe mwenyewe. Mtu atakwambia acha, usinywe asidi, nitakunywa tu, utakufa. Na serikali inakwambia ukinywa asidi ukafa, itakushtaki kwa kosa la kujiua, na kama hukufa, itakushtaki kwa kosa la kuthubutu kujiua sasa kama inakushtaki kwa kosa la kujiua na kosa la kuthubutu kujiua, hawa wengine mbona hawapatikani tukawashtaki kwa kosa la kuua? Kanisa la Kipentekoste, ndiyo nyinyi, mnaishi na hawa watu kwa karibu zaidi pengine kuliko mimi. Kuweni weupe kwa dhamira zenu, kuweni waaminifu katika majukumu yenu kama walei. Na Pentekoste ni siku yenu, tunawatuma. Mnaenda na ndimi za kuchuja, mnaenda na ndimi zenye moto, zitoe kutu katika mioyo yetu, zitoe sumu katika ndimi zetu, ziwe kweli zinazotafuta amani ya kweli. Bebeni upendo unyenyekevu, uvumilivu, msamaha, ukweli, chukieni dhambi, kuweni watu wa uhuru wa Kristo, kuweni watu ambao wako tayari kwa kweli hata kuumia kwa ajili ya haki na ukweli, kuumia pia kwa ajili ya amani na upendo. Roho Mtakatifu ndani ya kanisa ni uwepo wa upendo. Basi tuuchukue upendo huu, na upendo unasambaa vizuri sana kwa kila mmoja.